Nimefanya kikao na madereva wa usafirishaji kwa maana ya bodaboda na bajaji, lakini kwa kushirikiana na wenzetu wa Latra. Kikao hiki imekuwa ni muhimu kikubwa, ilikuwa ni uelimishaji, uelimishaji na kuomba hawa waendesha bodaboda pamoja na bajaji kutii sheria, kutii sheria za usalama barabarani, sheria za usafirishaji eh, kutii sheria ambazo zinazozuia zina makosa ya kijinai. Kwa hiyo kwa ujumla wake, tumeona ni vema tukashirikiana katika hayo, kwa sababu sisi kwa upande wa jeshi ya polisi tumehusisha makundi mbalimbali katika falsafa ya polisi jamii na ushirikishi, ili atilisi kuweza kuzuia na kubaini na kutanzua uhalifu bila kusahau makosa ya usalama barabarani, tunasisitiza boda bodaboda e, au na waendesha bajaji kuzingatia sheria ikiwemo e, kuvaa helmeti eh, e, kutobeba abiria, kuzidisha abiria kwenye bajaji na kwenye bodaboda, wakati e, mwingine hiyo wanaita mshikaki kini kuendeshwa akiwa wamerewa kiwa na kirevi e, na kutokufuata sheria nyingine za barabarani. Ya kufanya fujo kwa maana ya uendeshaji wa fujo wa hatari, hayo yote tumejaribu kuwasisitiza, ili kuhakikisha kwamba watumiaji wa barabara wa barabara wao wenyewe na watumiaji wengine wa barabara wananufaika na waone kero, eh, wakati wakiwapo eh, barabarani, kuwa na leseni wakati wakiendesha vyombo hivi eh, kwa maana ni sheria lazima wawe na leseni. Tumeweka utaratibu mzuri mazingira mazuri ya upatikanaji wa leseni. Tunajua kwamba wao wanatafuta fedha, lakini ukasema tuanzishe darasa maalum ambalo inaweza ikawafikika kirahisi kuweza kuwafundisha na hatimaye tuweze kuwasaidia waweze kupata leseni kirahisi, kwa sababu ukamataji ni mwingine, lakini lazima kujenga mazingira mazuri ya kuwawezesha waweze kupata leseni hizo. Wasisitiza waviuishe hivyo vijiwe vyao, na tuwe na kanzidata ya hivyo vijiwe na kuwa na uongozi, uongozi huo imara kwenye hivi vijiwe, kuwa na magrupu ya, magrupu ya, ya, ya WhatsApp ambayo yanaweza kusaidia katika kuelimishana, kuonyana, lakini na kupeana taarifa, kuhabarishana. Kwa hiyo yote yanaweza kusaidia ya kuhakikisha kwamba ujumbe unafika haraka na hawa bodaboda hawa waendesha bajaji waweze kuleta tija kupitia wenzetu wa, wa rata na jeshi la polisi eh, pamoja na wadau mbalimbali, tumesisitiza uanzishaji wa, wa sakosi hii. Sakosi itawasaidia uh, kujikimu katika eh, kwenye maisha yao, ikiwemo eh, changamoto ambazo zinawakabili zinaweza zikatutuliwa, kwa sababu watakuwa na, na nguvu ya kifedha itaweza kuwasaidia. Na sisi kwa upande wa jeshi la polisi eh, polisi tumeamua, mimi mwenyewe tuwachangie Shilingi milioni moja ili iweze kuwasaidia kwa sababu alikuwa na changamoto ya, ya, ya michango kwenye, ili waweze kuanzisha wanahitaji milioni kumi. Kwa hiyo walikuwa wanapungukiwa baadhi ya fedha. Kwahiyo sisi tumewasapoti kivitendo kwamba ndani ya wiki mbili tutawapa shilingi milioni moja iweze kuwasapoti kuwapa nguvu ya kuweza kukamilisha zoezi la upatikanaji wa fedha ya kufungua SACCOS. tume kwenda kwenye swala zima la uh, kubaini na kuzuia uhalifu mwingine ikiwemo wizi vujaji. Tumawasihi wasijihusishe na uhalifu eh, wasisafirishe mali za wizi eh, wasisaidie kuwasafirisha wale wahalifu eh, eh, kwa ambao wanataka kutenda matukio hayo. Kwa hiyo wao watoe taarifa za uhalifu na uhalifu haraka iwezekanavyo kabla uhalifu haujatokea au haujatendeka na mara pindi unapotendeka basi wawe wepesi kupata e, taarifa hizo waweze kutujulisha e, na kutupa taarifa ili tuweze kudhibiti au kukamata wahalifu, wasichukue sheria mikononi, sababu inatokea kipindi fulani wanaweza wakawa wamegongwa iza e, gari imesababisha me, ajali wamepata madhara, wamegongwa sasa wao wanafikiria tu e, kuchukua sheria mikononi. E, lakini nao tumewakumbusha, nao wanasababisha wana, wana ajali, lakini mbona wao huaga tuchukue sheria mkononi, kwamba wanavamiwa wanapigwa. Kwa hiyo nasema hilo wao wajue kwamba wazingatie sheria, kama mwendesha pikipiki au bajaji bahati mbaya amepata ajali amegongwa, watoe taarifa ili tuweze kushughulikia ajali hiyo, e, kwa mjibu wa taratibu, kwa mjibu wa taratibu zilizopo, taratibu sheria za usalama barabarani. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba wazingatie sheria kwa sababu hii ni kwa manufaa kwanza manufaa yao wenyewe, kwa maana kwa vyombo vyao kutokuharibika, lakini bila kusahau wanaweza kusababisha ajali ambayo inaweza ikawagharimu wao wenyewe na watumiaji wengine wa barabara. Naitwa Simon Eliasi Mangula, ni mwenyekiti wa umoja wa madereva bodaboda. Baada ya kwa kikao cha leo, tunashukuru sana kwa wito wa RPC Katabazi na mkoa wa Dodoma, pia tunamkaribisha sana lakini pia tumejifunza mambo mengi sababu wanaonyesha ushirikiano na jamii na kila makundi, makundi yote ikiwemo boda ya bajaji. Tunashukuru kwa kutujali sana lakini pia tunapenda kumshukuru sana kwa kuweza kuchangia shilingi milioni moja kwa ajili ya uyeshaji wa, wa Mapido Sacos. Tunamshukuru sana kwa hilo. Lakini pia tunamhakikishia RPC kwamba sisi kama viongozi wa bodaboda mkoa wa Dodoma tutashirikiana naye katika mambo mbalimbali ikiwemo kutokomeza uhalifu na, na pia tutasafirisha abiria wetu kufuata sheria za barabarani na kutii sheria bila shuruti. Kwa majina ya kikazi naitwa Nelson Mwagama ila serikali ni Simon Ngulo. Mimi ni mwenyekiti wa kituo cha General Hospital ndani ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. E, mimi kutokana na jukumu ambalo ametuita leo RPC kwa maana ya maafisa ya usafirishaji, kwanza nipende kushukuru kwa nafasi yake ya kipekee. Ni kweli wamepatikana maRPC wengi ndani ya jiji letu la Dodoma, lakini amekuwa wa kipekee sana. Ametujali kwa kiwango kikubwa, ametambua nafasi yetu na sio kutambua kwa maneno. Ametuchangia pesa shilingi milioni moja kwa ajili ya kufungua eh, sakosi yetu ya umapido sakosi. Kwa mimi nimeona kitu cha pekee kwa upande wake, na nabaki na shangaa na naamini na, na haya aliyozungumza leo, leo yatakwenda kufanya kazi kwa vitendo.